Na za kiongozi wa nchi Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye anahakikisha kwamba miongoni mwa jambo ambalo ni la msingi sana ni kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Tanzania anapata nafasi ya kusoma. Basi kikwazo wala tatizo lolote la kufanya mtoto baki nyumbani kwa sababu bado tunaweza kupata msaada wa wadau wa elimu wanaweza kuchangia kuwafanya watoto waweze kuingia shule. Kwa mfano, tunaona UNICEF pia, daktari, wa mtoto wa Davis na Tunaona kwamba bado serikali yetu inapata sapoti kubwa kwa kishamba, watoto hawa wamepata nafasi bila kuwa na kikwazo chochote. Kwa hiyo sisi kama walimu, hawa wamekuja wataalam kutoka Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima Dar es Salaam, ambao wanawapitisha wajumbe mtaala ya mtaala wa wawe familia elimu ili wawe familia mtaala awe Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Nawashukuru sana kwa nafasi hii ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia wote tuwe hapa tukiwa na afya njema, na nikiwaangalia wote naona ongereni sana kwa mafunzo haya. Niwashukuru viongozi wetu waliotoka huko Taasisi ya Elimu Dar es Salaam. Asante. Taasisi ya Elimu Watu Wazima toka huko umekuja paka huku kwetu kijijini ili kuhakikisha kwamba kumbe la hiyo elimu hata walimu wetu au wawezeshaji wetu watakaotusaidia wa, e, kwa upande wa MEMKWA wanaipata ipasara. Malengo ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano e, Mheshimiwa Dr. Samia ni kwamba watoto wote waweze kurudi shuleni, maana ya kwamba kama mtu labda kwa sababu mbalimbali hakubahatika kwenye mfumo rasmi, basi arudi kwa namna nyingine, ili tuhakikishe walau lengo lile ambalo au matamanio yale ambayo angeweza kuyafikia aweze kuyafikia. Na tuwashukuru sana wakufunzi wetu na watu mliopewa kwa jinsi mnavyowaona ni watu na ni waase tu wenzangu, kwamba jamani, sisi tumechaguliwa katika wengi, sisi ndio tumechaguliwa ili tuweze kuwemo kwenye hii programu. Kwa hiyo tutumie muda wetu vizuri kujifunza sana haya, na wenzetu wameshatufundisha sisi, wao wataenda, basi sisi tofuka baki, tunakuwa mabalozi wa nchi katika kuyaeneza yale ambayo wenzetu wameshatuwezesha. Nimeambiwa kwamba nyie mnanolewa ili sasa mkaweze kuwafundisha vizuri, au hendo ile ikawe ni sawasawa na huyo mtu wa MEMKWA, ambapo angehitaji sio, naanakuja pale tena anakuta e, bora ningeendeleaga tu kukulima shambani badala ya kuja tena kupata haya masomo, sio? Jamani, kwa hiyo tujifunze kwa makini hiyo namna ya kuweza kuwafundisha hao wenzetu vizuri na pia tuweze kuhakikisha kwamba wale wote ambao wamekosa hizo fursa basi waweze kujifunza na hayo masomo yetu ya MEMKWA ili na wao wasibaki nyuma, tutimize malengo ya Mheshimiwa Rais yanataka, kila mtu aweze kwenda kupata e, fursa hizo na pia <coughs> umemsikia hapa afisa elimu akisema mtaala mpya au umeboreshwa, basi tuhakikishe nao hao wenzetu maboresho hayo wayapate vizuri, ili waweze kuendana na wakati wa sasa. Kwa hiyo kama nilivyosema pale mwanzo, kwamba sisi ni mabalozi, kati ya watu wengi tumekuja sisi ili tuweze kujifunza hayo, tukaweze kuwaambukiza sasa hao wenzetu kile tulicho nacho yaani, waweze kujua kile kinachotakiwa. Basi tukatumie vizuri ubalozi wetu huo, hata ofisi ya mkurugenzi itafurahi kusikia kwamba na sisi tumefanya vizuri kama wale wengine waliosema, wametangulia hapo zoka, na mpaka wameweza hata wenzetu kuwa wawezeshaji wa kitaifa. Hii nchi bado ni kubwa, bado hata sisi tukifanya vizuri tunaweza kupenda, ukashangaa hapo huko Mtwara tutafurahi sana. Kwa hiyo kumbe, tufanye juhudi hapa kwetu, lakini bado nchi mikubwa tunaweza tukaenda na maeneo mengine. Kwa hiyo najua mko kwenye haya mafunzo, nisichukue muda mwingi sana kuyasema, ningependa mwendelee na programu ili tusiwe nje sana ya muda mliokuwa nao au mliojitengea kwa ajili ya zoezi hili. Lakini niseme tu e, wenzangu, kwa maana ya halmashauri itapata taarifa za hiki ambacho mnakipata hapa au mnakifanya hapa, ili tuwaweze kujua kwamba kuna jambo kubwa kama hili imeweza kufanyika katika halmashauri yetu. Kwa hiyo kumbe, tukitoka hapa, tutaenda kuripoti kwenye kamati ya management na maana ya mkurugenzi na pia baraza la madiwani, kwenye taarifa zao za za robo, watajua kwamba hiki kitu kimefanyika. Kwa hiyo jambo mnalolifanya hapa sio dogo, kwa sababu litaenda na litabaki kwenye kumbukumbu za halmashauri kwamba watu kadhaa, watu fulani, tumesikia hapa kata tano, shule mbili mbili. Kwa hiyo hawa tunasema tayari wameshapita kwenye mfumo huu. Kwa hiyo mvuahu, kwa hiyo tujivunie name mabaraza wetuusha tunajua Momba huwa tunajitahidi sana, kwa huku tuliko. Hatutaki tuseme mazingira yetu haya basi yawe yatupwazi, sisi mazingira haya yawe ni fursa. E, tuko kijijini lakini tunafanya vizuri kama wale waliokoa. Basi niwatakie kila la heri, na kwa tamka hilo niseme mafunzo haya